Mheshimiwa, Mstaiki mea, ukiona machinga hao wamekaa kwa utulivu hivi na wanafurahia, ndio uzuri wa nchi yetu. Na mwenezi, nikuhakikishie ili liku, liko vizuri, na mimi tu niseme pasipo kuharibu maneno mazito ya mwenezi. Niseme nisiseme, nimependa neno moja amelisema mwenezi, tuchape kazi, chapa kazi alafu rudi nyumbani ukalale. Tusikubali kubabaishwa na wapiga dili, wakatudalalia maisha yetu. Unasikia hivi, kuna kauli sipendi. Wamachinda tuungane, hapo ndio nasema tutahamasisha watu waingie barabarani. Umemwelewa yo kitu, maana yake atakuhamasisha wewe uingie we barabarani, halafu yee ataingia mitini na huyo anayesema mke wake yuko Ulaya na watoto wanasoma Ulaya. Sisi watoto wetu wanasoma sinde manga humu iloro wapi, humu iseme ni siseme, yeah. haya mambo yanaumiza sana, na mimi nawaomba machinga tuyachukue kwa uchungu sana. tuheshimu utawala wa sheria wa nchi yetu. Nchi na mihimili mitatu: muhimili mmoja ni bunge, muhimili mwingine ni mahakama Mwimiri mwingine ni nini jamani? Serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa ukimsikia mtu yoyote amesema mwenezi hapa, umsikie mtu yoyote awe ni nani, awe ni nani, lazima hii mihimili iheshimiwe. Mesikitika rafiki yangu mwenezi na Girinasi, mpaka kiongozi wa dini somi wa sheria za canon law, canon law. Mzee wa baraza ya mahakama pale, nanielewa nikisema kanlo, anasema watoeni watu bila masharti. Who are you? Yaani, oo oh, mtoe mtu mahakamani bila masharti, iachie mahakama ihukumu kwa haki, kwa sababu ndo kazi ya mahakama kutafsiri sheria. Imetosha, wacheni bila masharti. Natural justice iko wapi sasa? Hata Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, sisi tunasoma situnasoma wanacida kwenye Biblia. Mwenyezi Mungu anamuita Adamu, Adamu uko wapi? Anasema nimejificha. Kwa nini? Niko uchi. Kwa nini? Nimetenda dhambi. Kwa nini umetenda dhambi? huyu mke uliye nipa amefanyali? Alinipa tunda. Ukafanya nini? Nikala. Na Eva nauliza na Mungu, na wewe umefanya nini? ni nyoka huyo alinidanganya. Ndio natural justice, mwache mtu asimame mahakamani ajitetee. We ni nani kwenye nchi, kwenye dunia hii, unasema waachieni bila masharti? Mi nasema wapuzeni watu wa namna hiyo. Tuko sawa machinga, tuko sawa machinga, Mama Samia, Mama Samia.